Tofauti akisimama mbele za Mungu ani na kumwambia Mungu niponye hapa, Mungu niponye na hapa. Ah, ah, yeye anasimama, anajua Bwana alishanikilimia uzima. Anasimama na kutamka kwa jina la Yesu Kristo, natangaza uzima katika mwili huu, natangaza ushindi katika maisha yangu, natangaza maisha ya baraka katika maisha yangu. Kwa nini? Unayajua uliokirimiwa na Bwana, yatamke katika kinywa chako. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho Mtakatifu alikuja ya kwamba tujue tuko naye, hakuna mazingira ya kutuangamiza, hakuna moto kututeketeza, hakuna maji kutugarikisha. Kwa hiyo yale ambayo Bwana ameyatamka, ambayo ametupa bure ndani ya Kristo yetu, kazi yetu ni kuyakili, kazi yetu ni kutamka, ni ya kwetu, kazi yetu ni kuyatamka kwa jina la Yesu Kristo. Mimi na maisha ya utele, sina maisha ya umasikini. Magonjwa kwangu ni mwiko, kwa sababu nao uzima wa Mungu ndani yangu. Uzima wa Mungu unafanya kazi katika kila kiungo. Hayo uliyoyajua Bwana ameyakukimbia ndani ya, ya Kristo Yesu, endelea kuyatamka unapokuwa katika kumtafuta Bwana, endelea kuyakiri kwa kinywa chako. Usiseme tofauti alafu unategemea jibu tofauti. Kwa mfano, unasema jamani, mimi huwa ni maskini, usitegemee kuwa tajiri, kwa sababu Bwana ametukirimia vitu vyote ndani ya kikristo Yesu, na Bwana ameahidi kwa pamoja hatuachi wala kutupungukia. Usiangalie mazingira, tamka kile ambacho Bwana amekitamka ni cha kwako, halafu utakiona kinatokea. Hebu tumwazimishe Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele. Haleluya, haleluya! Usiogope mazingira, maana Bwana yuko pamoja na wewe. Wewe simama, tamka tu kile ambacho Mungu amekitamka kwa ajili yako kama ni uzima tangaza uzima katika mwili wako. Kama ni mafanikio tangaza mafanikio. Kama ni maisha ya utere tangaza maisha ya utere. Kama ni wokovu tangaza wokovu. Kama ni ushindi tangaza ushindi. Usisimame na kumwambia Mungu, ninakuomba ulete amani. Tangaza amani nyumbani kwako, nayo amani utaiona. Mungu naomba unipe utajiri, Mungu naomba unibariki, atakwambia nilishakubariki baraka zote ndani ya Kristo Yesu. Wewe simama, tangaza maisha ya utere, tangaza maisha utere, baraka kwa overflow. Ndivyo tulivyoitiwa. Tumeitiwa maisha ya kustawi ndani ya Kristo Yesu, tumeitiwa maisha ya ushindi. Kwa hiyo wewe simama, tangaza, usiangalie mazingira ya nje yasije kukuteka. Tambua uko na Bwana, utashinda na wewe ushindi ndio asili yako. Hebu tumwazimishe Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele. Haleluya! Bwana ametukilimia baraka tele ndani yake Kristo Yesu, wala hakuna kitu ambacho Mungu amebakiza. Wewe ujitambue ni nani ndani yake Kristo Yesu, wewe ujitambue we ni nani ndani yake Kristo Yesu. Ukishajitambua, neno la Mungu linasema iko hekima ambayo inatamkwa kwa watakatifu ambayo inatamkwa kwa watu waliokoma ambayo inatamkwa kwa watu waliokamilika kiroho. Hekima hiyo ni kutamka neno la Mungu, ni kutamka baraka za Mungu, ni kutamka ahadi zote za Mungu ambazo wametupa ndani ya Kristo Yesu. unaposimama kuzitamka, unaposimama kuzitangaza, unaposimama kuzisema wakati unaomba wakati unatembea wakati unafanya kazi, hapa unatamka hekima, na hiyo hekima ni kwa wale waliokuwa kiroho, ni kwa wale waliokomaa. Hiyo ndiyo hekima inayotamkwa kwa watu ambao wamekamilika, wanatamka hekima ya Mungu ambalo ni neno la Mungu kwao kwamba Mungu kile alichokifanya ndani ya Kristo Yesu ndicho wanachokitangaza. Wanajua wao ni ushindi. Wanajua wao ni ushindi tu. Wanajua kwao ni uzima, kwao ni uzima tu. Wanajua kwao ni maisha ya utere, kwao ni utere tu. Usiangalie mazingira yamekuzunguka, maana hayo mazingira yanabadilika, wala siyo ya milele. Maadamu yanakinzana na neno la Mungu juu ya maisha yako, wewe tamka kile ambacho Bwana amesema juu yako na utakiona kinatokea, kwa sababu huko na Bwana hakuachi wala hakupunguki. Ya kwamba nisiangalie mazingira, ni kutafute wewe Bwana, kwa sababu wewe Bwana uko pamoja na mimi, huniachi wala hunipunguki. Halafu tamka hekima, tamka kile ambacho Bwana amekusemesha, tamka kile Bwana anachokisema juu yako kwa neno lake. Baba Mtakatifu, Mungu mkuu, katika jina la Yesu Kristo, Mungu asante kwa sababu umetupa hekima. Hekima no tamko kwa watakatifu, hekima no tamko kwa wakamilifu, hekima no tamko kwa watu waliokomaa kiroho, sio wachanga, sio watoto wachanga ndani ya Kristo Yesu. Hiyo hekima umetupa, na hekima hiyo umetuwezesha kwa roho kwa mtakatifu, atukirimia kujua yote ambayo Bwana umetupa ndani ya Kristo Yesu, kwa jina la Yesu Kristo tunakiri ya kwamba uzima ni wa kwetu, kanisa lako lafunikwa na uzima, nami natamka uzima kwa watoto wako, nami natamka uzima kwa wa kila mmoja wetu kwa jina la Yesu Kristo. Natamka baraka zako, natamka maisha ya utere, natamka kustawi, natamka amani katika jina la Yesu Kristo. Hii ni hekima tunaitamka kwa sababu umetupa kuitamka kwa jina la Yesu Kristo. Tunatembea katika utere tunatembea katika baraka ambazo Mungu umetupa ndani yake Kristo Yesu. Tunatembea katika ushindi kwa jina la Yesu Kristo. Huzuni kwetu ni mwiko, imekatiliwa mbali. Kufeli kwetu ni mwiko kwa jina la Yesu Kristo. Sisi ni washindi tu, Sisi ni watu wa juu. Baba tunakutukuza. tunatembea katika ushindi huu kaza na kutembea katika ushindi huo kaza na kutembea katika uzima wako kwa jina la Yesu Kristo. Tunatembea katika kustawi. Hizi ni watu wa juu tu Hizi ni watu wa kwenda mbele tu kwa jina la Yesu Kristo. Hizi ni watu wa kushinda tu. Hizi ni watu wa kufanikiwa katika jina la Yesu Kristo. Haijalishi mazingira, haijalishi vipingamizi, haijalishi vizuizi kwa jina la Yesu Kristo, kwa sababu uko na sisi, kwa sababu tuko na wewe Bwana, ushindi ni wa kwetu, kustawi ni kwa kwetu, baraka ni za kwetu wa kwetu. Hakuna cha kuzuia hakuna cha kupinga hakuna cha kukataa kwa jina la Yesu Kristo, kwa sababu silaha yoyote iliyokusudiwa kinyume na mtoto wako katika ulimwengu wa Roho imeharibiwa imebatilishwa imeangamizwa katika jina la Yesu Kristo. Atamka ustawi juu ya kanisa lako, atamka ustawi juu ya watoto wako katika jina la Yesu. Baba, asante Mungu, tunakuazimisha kwa sababu tunakutukuza. Haya yamekuwa yetu sawa sawa na neno lako e Mungu, ya kwamba yote tuyaombayo katika kusali tuamini ya kwamba tunayapokea nayo yanakuwa ya kwetu. Mungu, tunapoomba tunapokea, na kwa sababu hiyo asubuhi ya leo tumepokea kwa jina la Yesu, na tunakuazimisha, tunakuazimisha kwa kukupigia makofi na vigelegele. Haleluya, asante Baba, kwa sababu umetutendea heshima na utukufu. Mungu niza kwako azama na enzi, Mungu niza kwako katika jina la Yesu Kristo, watu wote tuseme Amen. Amen. Amen. Amina, Mungu awabariki.